Katika eneo la Chinatown mpelelezi binafsi anayeitwa Walter anagundua kuwa anafuatiliwa. Anaanza kutembea haraka na kutumbukiza kifurushi kwenye sanduku la barua kabla ya kuondoka. Punde tu wanapofika barabarani, anagongwa na gari van. Walter anaachwa akivuja damu chini huku gari hilo likiondoka. Kule Hawaii, kamanda wa jeshi la majini anayeitwa James Anafanya mazoezi na timu yake kwenye bwawa la kuogelea. Hakuna anayeweza kukaa chini ya maji kwa muda mrefu kama yeye, hivyo anatoka nje na kuanza kuwafokea. Anakumbwa na askari anayemwarifu kuwa ana simu muhimu kutoka polisi. Muda mfupi baadaye, James anakuwa chumba cha kuhifadhia maiti akiangalia mwili wa baba yake. Anaambiwa kuwa Walter aliuawa na drone iliyofichwa, lakini James haonyeshi hisia zozote. Baada ya hapo, James anaenda nyumbani na kuanza kuandaa chakula cha jioni kwa ajili ya familia yake. Mke wake Leila anapomuuliza kuhusu siku yake, anamweleza kuhusu mazoezi na kusema kwa kawaida tu kuwa Walter amekufa, akimwita kwa jina lake badala ya baba. Leila anasema kuwa kaka yake anapaswa kujulishwa, lakini James anamkumbusha kuwa hawajazungumza kwa miaka mingi na kaka yake hatapokea simu zake. Kule Oklahoma, kaka yake James wa mama mwingine anayeitwa Johnny anamkuta mpenzi wake Valentina akifunga vitu vyake, kwa sababu anataka kuondoka. Leo ni siku yake ya kuzaliwa na Johnny amesahau. Jambo ambalo limekuwa mwisho wa uvumilivu wake. Johnny amekuwa akifanya mambo ya mzaha na hachukulii kitu chochote kwa uzito, hivyo Valentina amechoka. Johnny anaomba msamaha na kuahidi kufanya vizuri zaidi. Hivyo Valentina anambusu lakini anamzaba kofi na kuondoka hata hivyo. Johnny anayehuzunika anatumia saa chache zinazofuata kunywa pombe ili kusahau. Wakati huo, anapigiwa simu na Leila ambaye anamjulisha kuhusu kifo cha Walter na kumwambia kuwa mazishi ni kesho. Johnny hana nia ya kuhudhuria na anaenda chooni, huku akimweleza kuhusu kazi yake ya upolisi. Ghafla, wanaume wawili wanatokea nyuma yake na kumwekea kisu shingoni. Johnny anapogeuka kuwaangalia, anawakojolea viatu vyao kwa bahati mbaya. Wanaume hawa wanataka kifurushi ambacho Walter alituma, lakini Johnny hajui wanachozungumza, na kueleza kuwa hajamwona Walter tangu akiwa mtoto. Wanaume hao wanamwonyesha michoro yao ya mwilini, tattoos, kuthibitisha kuwa wao ni wanachama wa genge la Yakuza na kutishia kumuua wasipopata kifurushi. Johnny anajifanya kuomba huruma lakini anawashambulia ghafla. Anawatupa wanaume hao kwenye bafuni yake na kuharibu vitu kadhaa ikiwemo mlango. Mtu watatu wanaingia na kuanza kufyatua risasi, hivyo Joni analazimika kujificha. Mmoja wa washambuliaji wa kwanza anazinduka, hivyo Joni anamtupa kwenye mlango na kuusukuma ili kumnasa mpiga risasi, kisha anampiga ngumi kupitia ubao la mlango. Kisha Joni anaanza kutumia fanicha kama silaha na hata anapumzika kidogo kunywa kinywaji. Pambano linaendelea kwa muda na Johnny anafanikiwa kuwapoteza fahamu wanaume wawili wa mwisho. anakuta sehemu ya kumbukumbu ya mama yake na kuiharibu, hivyo Johnny anachukua kifaa cha kukwangulia na kumchubua mkono wa mtu huyo kikatili. Kisha anaponda kichwa cha mtu huyo kwenye meza na kumpiga ngumi kwa nyuma akimng'oa meto kwenye meza hiyo hiyo. Anakuta ujumbe wa Valentina unaosema asante kwa bure. Wahalifu hao wanarudi tena na Johnny anakaribia kunyongwa kufika kufa lakini anamtupa mtu huyo kwenye vipande vya kioo na kumuua. Baada ya hapo, Johnny anachukua picha ya mama yake akiwa naye wakati akiwa mtoto. Nyuma ya picha hiyo amejificha Walter na Johnny anamtukana. Siku iliyofuata kwenye mazishi James anaona kuwa magenge ya Yakuza na Syndicate yamehudhuria pia. Anashangazwa na kuwasili kwa Johnny na moja kwa moja wanaanza kubishana na kutukanana, hivyo padri analazimika kuwafokea. Baada ya hotuba ya padri, majivu ya Walter yanatupwa baharini kupitia boti. Baadaye Johnny anagundua kuwa James anaishi katika nyumba yao ya utotoni. Inafunuliwa kuwa Walter alimsaliti mama yake James na kumpata Johnny na mpenzi mwingine. Mama yake James alimkaribisha Johnny nyumbani kwake, lakini James hakumpenda kwa sababu kitendo hicho kiliharibu familia yake. Wakati wa chakula cha mchana, familia inaungana na Gavana Peter kwa sababu dada yake Johnny haonani anafanya kazi kwake. Johnny anafichua kuwa hakuja kwa ajili ya kaka yake, bali amekuja kwa sababu anataka kumpata aliyemuua Walter. James anasisitiza kuwa ilikuwa ajali ya kugongwa na kukimbia. Hivyo Johnny anamweleza kuhusu shambulio la usiku uliopita. Mabishano yanatokea na Johnny anamtuhumu James kwa kuleta matatizo kila mahali. Johnny anaposema kuwa James hakumsaidia hata wakati mama yake aliuwawa, James anapigwa butawa kwa sekunde kabla ya kumwomba wazungumza faragha. Kwenye fukcha, kaka hao wanaanza kubishana tena na James anakataa kuamini kuwa kifo cha Walter haikuwa ajali. Hivyo Johnny anamwonyesha kidole cha kati na kuondoka. Katika baa moja, Johnny anakutana na rafiki yake wa zamani Alakai, ambaye ni mwanachama wa genge la Syndicate. Bosi wa Alakai, Mwana K, anataka kumuona Johnny lakini yeye hana nia. Ghafla, anaanza kujisikia vibaya na kupoteza fahamu anapogundua kuwa Alakai ameweka dawa ya usingizi kwenye kinywaji chake. Muda mfupi baadaye, Johnny anazinduka chumbani akiwa na Bwana K, ambaye anasema kuwa Johnny aliumiza wanaume wake wengi huko nyuma. Johnny anasema alifanya hivyo kwa sababu genge la Syndicate lilimuua mama yake. Bwana K anamwambia Johnny aondoke Hawaii lakini anakataa. Hivyo anamtupa kwenye meza na kuchora herufi yake ya kwanza shingoni mwa Johnny. Anampa siku saba aondoke alasivyo watamuua. Wakati huo huo, James anaenda kumwona mpelelezi Renet na kuomba ripoti ya kifo cha Walter. Renet anamwambia anaweza kuangalia, lakini hakuna taarifa muhimu. Ajali hiyo ilitokea katika eneo ambalo watu hawaongei na polisi na kamera pekee ilikuwa imeharibika. Polisi wanaamini ilikuwa drone iliyofichwa, hivyo hakuna anayechunguza kesi hiyo. Kisha James anachukua vitu vya Walter kutoka kituo cha polisi. Kuna kisu na pochi yenye tiketi iliyoandikwa orodha ya maneno ya ajabu. Wakati huo huo, Johnny anaingia kwa nguvu nyumbani kwa Walter. Anakuta bunduki kwenye dro ya meza na kuamua kuichukua. Ghafla mtu mwingine anaingia kwenye nyumba hiyo, hivyo Johnny anajificha chumba kingine Mtu huyo anayeitwa Ika anaanza kupekua makaratasi kwenye meza na Johnny anajaribu kumvamia, lakini Ika anamtupia sahani na kukimbia. Anaruka juu ya mapaa na magari kufika chini, lakini anapofika barabara kuu, Johnny anamsubiri na kumpiga ngumi. Kisha Johnny anampeleka Ika kwenye baa na kudai maelezo. Ika anasema alifanya kazi kwa Walter ambaye alikuwa kama baba kwake. Walter alikuwa na maadui wengi waliotaka kumuua na kazi yake ya mwisho ilikuwa katika kampuni ya upishi. Pika alijifanya kuwa mhudumu wao lakini hakuwahi kuelewa kwa nini Walter alimpa kazi hiyo. Johnny anatangaza kuwa Pika atafanya kazi kwake sasa na anamkamata pua yake iliyovunjika kwa maumivu ili kuirudisha mahali pake. Tukirudi kwa James, amefika eneo la uhalifu na kusoma alama za tairi barabarani. Kisha anaona kamera kwenye duka la watu wazima, hivyo anaingia ndani na kutoa pesa ili aone video za usalama. Muuzaji anapokataa, James anamshambulia muuzaji huyo kwa kumgoa hereni zake za mwilini. Baadaye Johnny na Pika wanarudi nyumbani kwa Walter na kukuta ubao wa kuteleza kwenye maji surfing board. Ika anasema kuwa Walter hakuwa anateleza kwenye maji, na Johnny anaona kuwa moja ya mapezi ya ubao huo hayako sawa. Anapoivuta, michoro ya siri blueprints inaanguka kutoka sehemu iliyofichwa. Johnny anampigia simu Haunani na kumwambia kuwa michoro hii ya siri ina muhuri wa serikali ya Peter, hivyo anaahidi kuangalia kwenye mfumo baadaye. Pika anapojaribu kuondoka, ghafla anagongwa na mlango wa mbele. James anaingia ndani akiwa na bunduki, hivyo Johnny naye anatoa silaha yake. Wanagundua kuwa wote wanashughulikia kesi hiyo, hivyo wanaweka bunduki zao chini na James anaonyesha flash drive yenye video kutoka kwenye duka. Wanapoiangalia wanaona kuwa gari hilo halina namba za usajili, dereva hayumbi, hivyo Johnny anadhani kuwa hili lilipangwa, lakini James bado anataka ushahidi zaidi. Johnny anamtuma pika kupata taarifa kuhusu kampuni ya upishi ya kazi ya mwisho ya Walter, kabla ya kaka hao waliondoka kwa gari. Wanabishana wakiwa wanaendesha, hivyo hawaoni gari lililokuwa kwenye kona na kugongana. Gari hili kubwa linaendelea kusukuma gari lao barabarani kusababisha magari mengine kugongana pia, kisha baadhi ya watu kwenye gari hilo wanaanza kufyatua risasi, hivyo Johnny anaongeza kasi, lakini anagonga meza za mkahawa kwa bahati mbaya. Magari yamekwama pamoja, hivyo kaka hao hawawezi kuondoka. Johnny anajaribu kupiga risasi gari la adui, lakini vioo vyake haviingii risasi. Bahati nzuri, James anafanikiwa kumuua mpiga risasi kwa kumpiga risasi ya kichwa. Anajaribu kuwaua watu wengine pia, lakini anaishiwa risasi. Kisha Johnny anapiga risasi mlango na kuruka nje ya gari. Anakimbia barabarani na kuendelea kuwafyatua risasi wanaomfuatilia, huku kila mtu akiwa na hofu. James anapata risasi kabla ya kupanda nje ya gari kupitia dirisha na kuruka juu ya gari la adui. Lakini risasi zake haziwezi kuvunja kioo. Johnny anapiga injini ya adui kusababisha gari kulipuka na kugonga huku James akianguka barabarani. Kituoni, Renard anawafokea kaka hao kwa fujo walizosababisha na kufichua kuwa Johnny alisimamishwa kazi ya polisi miezi miwili iliyopita. Sasa anachunguzwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi. James anampa Renat flash drive na kumwomba achunguze kesi hiyo, lakini Renat anaipuuza na kuwaambia wajihadhari. Jioni hiyo, Haunani anawaonyesha kaka hao walichokipata kwenye mfumo. Michoro ilikuwa ya eneo upande wa mashariki na iliagizwa na mtu anaitwa Marcus, ambaye ana hoteli duniani kote. James anaona muhuri unaosema Sacred Casino Princess nyuma ya michoro hiyo, jambo ambalo ni la kushangaza kwa sababu kamari ni kinyume cha kisiwani. Kikundi kinaagumia kuwa watabidi kuzungumza na Marcus wakati wa hafla ya kuchangiza fedha kesho. Asubuhi iliyofuata, James anamuuliza Johnny kwa nini alisimamishwa kazi. Johnny anaeleza kuwa alimpiga risasi muuzaji wa dawa ya kulevya aliyekuwa akiwauzia watoto na James anaonekana kukubaliana nalo. Kisha kaka hao wanaenda kwenye eneo la kasino lililotakiwa kujengwa. Siyo eneo la kujengwa bali ni kijiji cha Hawaii kinachokimilikiwa na jamii ya wenyeji kwa karne zote. Wakati huo John anapigiwa simu na Pika ambaye anamwambia kuwa polisi wamepata gari la kijani kutoka majini. Kaka hao wanakimbizana eneo la tukio na kugundua kuwa polisi pia wamepata mwili wa muhasibu wa serikali. Gari halina namba, lakini Renat ana orodha ya magari yote ya bluu yaliyosajiliwa kisiwani. Kaka hao wanaangalia na kujaribu kuichukua orodha hiyo, lakini Renat anaichukua na kuwakumbusha wakae mbali na fujo hizi. Renat akishaondoka, Johnny anamwomba Pika achunguze jina la Hayashi Imports ambalo lilikuwa jina la Kijapani pekee kwenye orodha. Masaa machache baadaye, Pika anafanya kazi kama mhudumu kwenye hafla hiyo na kupata mashati ya ziada kwa ajili ya kaka hao ili waweze kuingia kisirisiri. Pia amechunguza Hayashi Imports na kuthibitisha kuwa ni Ayakuza. Kikundi kinatawanyika ili wasionekane wanamashaka, na James anaishia kumhudumu na Kamura ambaye anaweka poda ya kulevya kwenye sahani yake. James anaiba kadi ya mikropo ya Nakamura na kuona imeandikwa Hayashi Imports. Anamrudishia kadi hiyo Nakamura kwa kujifanya ameipata sakamani na kuuliza kama Hayashi Imports walipoteza gari la bluu. Nakamura mwenye mashaka anamtishia James kabla ya kuondoka. Wakati huo huo, Johnny anajitambulisha kwa Monica ambaye anatambua jina lake na kuuliza kuhusu Walter. Baada ya Johnny kumwambia kuhusu kifo chake, Monica anafichua kuwa yeye ni mke wa Marcus na anataka talaka, hivyo alimkodi Walter ili kupata ushahidi dhidi ya Marcus. Bila ushahidi huo hata kuwa salama, hataki kusema mengi hadharani na anamwambia Johnny aje kwenye ghorofa yake kesho. Baadaye ya walinzi wenye silaha wanawazunguka kaka hao na kuwapeleka kwa Marcus ambaye anadai kuwa alimkodi Walter na kumlipa vizuri Marcus anaonekana kushangaa kusikia Walter amekufa, lakini John anadhani yeye ndiye aliyemuua. Marcus mwenye hasira anakataa na kusema alimkodi Walter ili kuangalia kama Monica alikuwa akimsaliti. Bahati nzuri, hakuwa akimsaliti. Wakati John anaanza kuchezea guruneti alilolikuta kwenye meza, James anaona kitambaa chenye vidole viwili ndani. Marcus anavificha na kuwafukuva kaka hao kwenye eneo lake. baada ya wao kuondoka Marcus anaangalia picha ya Monica na kujiuliza amefanya nini. Siku iliyofuata, John anaenda kwenye gorofa ya Monica lakini anakuta magari ya wagonjwa, polisi na umati wa watu. Akiangalia kwa karibu, anaona mwili wa Monica ukiwa juu ya gari. Taarifa rasmi inasema alianguka kutoka kwenye uwanja wake wa juu. John mwenye hasira anarudi kwenye jumba la Marcus na kuanza kupambana na kila mlinzi anayemzuia. Anafanikiwa kuwaangusha wanaume kadhaa lakini mwishowe walinzi wanampiga na shoti ya umeme na kumshinda. Marcus anamwangalia na Johnny anamtuhumu kwa kumuua Monica, lakini Marcus anakataa tena na kuwaambia watu wake wapigie polisi simu. Mlinzi mmoja anampiga teke Johnny na kumpoteza fahamu. Baadaye gerezani, Peter anamtembelewa na Peter ambaye amemshawishi Marcus kufuta mashtaka anamwomba Johnny aache polisi washughulikie kesi hiyo, na kusema kuwa Walter siku zote alikuwa na giza ndani yake. Peter anaona giza hilo ndani ya kaka hao, hivyo anataka wapate msaada kutoka kwa kila mmoja. Johnny anapoachiliwa, James anamsubiri na kumfokea kwa kusababisha matatizo, akisema kuwa kupiga watu hakutamrundisha mama yake. Hili linamfanya Johnny kupandwa na hasira, hivyo anampiga James kichwa na kuanza kumpiga. James anajilinda na wanaishia kupigana juu ya magari ya polisi wakivunja vioo kadhaa. Pambano linahamia kwenye matope, na James anapata nguvu akishinda kwa kumpiga Johnny usoni mara nyingi. Johnny kisha anajiuliza ni mtu wa aina gani anayemtelekeza mdogo wake anapomuhitaji zaidi, akimaanisha wakati James alipomfukuza. Hata hivyo, James anasema alifanya hivyo kumlinda kwa sababu genge la syndicate lilikuwa linataka kumuua. Johnny anaeleza kuwa anasumbuliwa na picha ya mwili wa mama yake aliyekufa na kwamba James ndiye pekee aliyekuwa amebaki naye. Akigundua uzito wa matendo yake, James anaomba msamaha. Baadaye nyumbani, Johnny anapigiwa simu na Valentina ambaye alirudi nyumbani kuchukua barua na kukuta kifurushi cha Walter. Ndani yake kuna flash drive na Johnny anamwomba ailete Hawaii. Kwenye uwanja wa ndege, Johnny anajaribu kumkaribisha Valentina kwa kumkumbatia, lakini yeye anamtupia sanduku lake. Kila mtu anaingia kwenye gari na Pika anajaribu kufungua flash drive kwenye kompyuta yake, lakini anakuta kizuizi cha benki. Valentina anagundua kuwa ni mkoba wa kidijitali na anaeleza kuwa umefungwa kwa njia ya siri. Flash drive hiyo ndiyo ufunguo, ikimaanisha Yakuza wanaitaka ili kufikia account. Neno siri linahitaji maneno kumi na mbili yaliyochaguliwa kwa bahati. Hivyo James anampa Pika tiketi aliyoipata kwenye pochi ya Walter. Ghafla helikopta inaanza kufyatulia risasi. Johnny anajaribu kupiga risasi lakini James anapata shida kuilindesha gari kwa sababu inabidi akwepe magari na helikopta inayoangusha ili kuzuia njia Valentina anamshawishi kumruhusu aendeshe na kuonyesha uwezo mkubwa anapoongeza kasi akiepuka magari yote yaliyogongana. Hatimaye helikopta inaondoka na wanaume wawili wanatokea kwenye pikipiki. Wanapoanza kufyatulia risasi, Valentina analazimika kugeuza gari ghafla na kuanza kuendesha kinyume. Johnny anajaribu kuwapiga risasi lakini anakosa kila mara. Hivyo Valentina anasimamisha gari makusudi. Pikipiki inagonga gari na wanaume hao wanaangukia juu ya gari. Valentina analiondosha gari ili kumwacha mtu akiwaning'inia mlangoni, hivyo mtu huyo anampiga na bunduki. Johnny anamkamata mkono ili kuelekeza risasi kwingine, na Valentina anaendesha karibu sana na uzio ili kumponda adui huyo hadi mkono unakatika na kuacha mwili barabarani. James anafungua mlango na kumsukuma mtu mwingine ili kuponda kichwa chake barabarani kabla ya kumtupa nje. Hili linasababisha magari kadhaa ya raia kugongana. Wakati Valentina anambusu Johnny, helikopta inatokea tena na kuanza kufyatua risasi. Kaka hao nao wanapiga risasi na James anafanikiwa kumpiga mpiga risasi kichwani. Mwili unaanguka nyuma na risasi zinampata rubani, hivyo helikopta inaanguka barabarani na kulipuka. Valentina anaendesha kwa kasi sana na kuingia kwenye handaki kwa wakati ili kuepuka mlipuko. Baada ya hapo kundi linapumzika na Pika hatimaye anapata taarifa kwenye flash drive dola milioni kumi na mbili kwa mwaka zimekuwa zikihamishiwa kwa Pita, jambo ambalo linafanya kundi kugundua kuwa Marcus amekuwa akimlipa Pita ili kuhalalisha kamari na Yakuza walikodiwa kwa ajili ya ulinzi. Walter alipokodiwa kuchunguza ndoa ya Marcus, aliingia kwenye njama hii kwa bahati mbaya. Muhasibu wa serikali huenda alimpa Walter taarifa zote na Peter akagundua hivyo ikabidi awaue wote waliohusika. Wakati huo huo, hao nani anamwonyesha Peter michoro hiyo akisema kuwa Marcus anaweza asiwe mtu mzuri. Peter anajifanya hajui kitu na kuchukua michoro hiyo akiahidi kupitia miradi yote. Kundi linapofika nyumbani James hawezi kuipata familia yake na anajaribu kumpigia simu Laila lakini anakuta simu yake sakafuni anatafuta nyunga nzima kwa hofu na anafurahi kuwakuta watoto wake wakiwa wamejificha bafuni wanamwambia kuwa Laila alitekwa na James anawakumbatia kuwatuliza wakati huo Marcus anawatumia video ya Laila na hao nani wakiwa wamefungwa kwenye chumba chake cha chini anataka kaka hao wampelekee flash drive ili kubadilishana na maisha ya wanawake hao James mwenye hasira anafungua gala lake la silaha na kaka hao wanachukua bunduki nyingi kadiri wanavyoweza. Jioni, wawili hao wanawapiga risasi walinzi wawili nje ya jumba la Marcus kabla ya kuvuka uwanja. Kuna walinzi wengi zaidi na wote wanauawa kimya kimya. Ghafla, dirisha la gari la Marcus linavunjika na walinzi wanachungulia na kukuta ujumbe unaowaambia watabasamu. Kisha wanauawa na Johnny mmoja baada ya mwingine. James anatoa ulinzi kama mfyatuaji wa mbali na anajaribu kumuua mtu kwenye gorofa ya kwanza pia, lakini kioo hakiingii risasi na kelele hiyo inamfanya mlinzi afungue dirisha. James anapiga risasi haraka na kumuua pia. Ghafla, umeme unakatika nyumbani humo na Marcus anamtuma mmoja wa walinzi wake kuchunguza. Mtu huyo anagundua kuwa nyaya zote zimekatwa na kumwambia Marcus kupitia redio. Anapogeuka, anakuta miili ya wafanyakazi wenzake wote kwenye bwara. Wakati huo, Johnny anamdunga kisu shingoni kwa nyuma na kuchukua redio kumwambia Marcus kuwa wataonana hivi karibuni. Marcus kisha anamtuma Nakamura na watu wake. James anawakuta kwenye korido na pambano kali linaanza. Eneo ni ndembamba, lakini hili halimzuii James kuwaua wote ndani ya dakika chache. Mmoja wa wahalifu anajaribu kukimbia hivyo James anamvamia na kuanza kupiga kichwani kwa nyundo. Johnny inabidi aje kumtuliza. Baada ya hapo, kaka hao hatimaye wanafika chumba cha chini na kuwafungua wanawake. Wanaanza kukimbia lakini Johnny anaamua kurudi ili kulipiza kisasi kwa Marcus. Laila anasema atakuwa sawa na kumshawishi James abaki pia. Wanawake wakishaondoka, James anarudi chumba cha chini na kumkuta na Kamura. Hivyo mapigano ya bunduki yanaanza. Nakamura anatumia poda ya kulevya katikati ya mapigo, na anapoishiwa risasi anachukua upanga badala yake. James anajilinda kwa mapigano ya mikono kabla ya kuchukua Mace. Baada ya kuipitisha Mace kwenye uso wa Nakamura, James anavuta mkono wake na kuuvunja. Hili linamruhusu kuchukua upanga na kumchoma kabla ya kusukuma upanga huo kwenye uso wake. Wakati huo huo, Johnny anamkuta Marcus akijaribu kutoreka kwenye boti yake. Anamvamia haraka na kufanikiwa kumnyang'anya silaha. Wanaanza kupigana kwa mikono na kurushiana kila kitu wanachokuweza kukipata. Marcus anakuta ndokono na kumdunga Johnny begani na kuuburuta mwili wake chini. Kisha Marcus anachukua tena bunduki yake na kuanza kutoa hotuba, akimpa Johnny muda wa kuwasha gruneti aliyoliiba mezani. Marcus, mwenye hasira, anampiga Johnny risasi hata hivyo, kumfanya aanguke kwenye maji kabla tu ya gruneti kulipuka. Wakati huo James anafika kwenye gati na kuruka haraka majini kumwokoa kaka yake. Pamoja wanarudi juu ya maji na kuangalia moto uliomuua Marcus. Asubuhi Renet anamkamata Peter hadharani. Baadaye familia inapumzika kwenye fukcha na kuweka picha za wapendwa wao waliopotea. Johnny anamwomba msamaha kwa mama yake kukimbia nyumbani na kuahidi kufanya vizuri zaidi na Valentina. Wakati huo bwana K anatokea na kufichua kuwa hakutaka Johnny aondoke kweli; alikuwa anajifanya ili kumlazimisha kupigana na Yakuza kwa ajili yake. Sasa gengi lake ndilo lililobaki kisiwani tena. Kama shukrani, bwana K anampa Johnny karatasi yenye jina la aliyemuua mama yake. Johnny anamwonyesha James ambaye anasema atamsaidia, lakini pia anasema kuwa Walter alituma flash drive kwake kama njia ya kumrudisha nyumbani. Johnny anaamua kuchoma karatasi hiyo ili hatimaye kuacha hasira yake na kujiunga na familia yake kuanza maisha mapya. Hakikisha una subscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama video nyingi kali kama hii. Asante kwa kutazama.